Wameweza kuwashawishi watu wetu wengine, na ndio hao wanaotekeleza, na ndio maana nikasema mradi huu uliotokea una wa, wa, wa, walio upanga, kuna washitiri, kuna watekelezaji. Kwa hiyo kuna washitiri na watekelezaji ndani ya nchi yetu, ambao hatupaswi kwa namna yoyote ile kuwaachia watu vuruge, ndugu zangu. Nilisema liyopita sindwele tugange ajayo. Lililopita limepita, kwa maneno tunasikia liko jengine linapangwa kini. Inshallah Mola hatosimama nao, litapeperuka. Lakini nataka niseme, nataka niseme, nilimsikia mmoja katika waandaji wa nje anasema hebu tarehe tisa liakhirisheni, nendeni, subirini Krismasi, kwa sababu sasa hivi wamejipanga. Nataka niwaambie, wakati wowote wakija, tumejipanga. Wakati wowote wakija, tumejipanga. Kama madai ya wenzetu ni katiba, hakuna aliyekataa kurekebisha katiba ya nchi hii, hakuna. Mnakumbuka niliunda tume ya haki jinai, ikaenda ikasoma Tanzania nzima na wakaniletea, haya ndio wanayoyaona Watanzania. Na katika kuyatekeleza kuna ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu na ya muda mfupi na muda wakati mengi asilimia tisini tumeyatekeleza. Lililo baki la muda mrefu lilikuwa ni la katiba, marekebisho ya katiba, na lenyewe nikasema tutalitekeleza. Na mkisoma ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, nimesema ndani ya siku mia nitaunda tume ambayo itafanya kwanza maridhiano, halafu tuingie kwenye mchakato wa katiba. Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue huko mbele tunalenga, tuna kitu gani, njia yetu ni ipi, ndiyo mnatunga katiba yenu kutokana na haya tuliyokubaliana. Sasa katiba iseme moja, iseme mbili, iseme tatu, iseme nne lakini mtakwenda moja kwa moja, watu wote, kila mtu kavimba mashavu mm, mnaunga katiba. Katiba ipi itaungwa hapa? Nimesema kwanza turidhiane, na kwa sababu wamechafua nchi, lilichofanya mwanzo ni kuunda, kuunda tume ya kuangalia undani wa hili jambo. Nimewapa miezi mitatu waangalie kwa undani, watuletee taarifa yaliyojiri ni haya tofauti ziko hapa hapa, palitokea si haki, hapa palikuwa na haki. Tukisha kuyajua hayo, tunakaa sasa, haya tulioletewa ni haya. Njoni kamati ya maridhiano, piteni sasa, tofauti ni hizi Mama, matatizo ni haya. Piteni sasa kwa makundi mbali mbali, wakwambieni haya, tunakwenda nayo vipi. Hiyo sasa ndio tume ya maridhiano. Baada ya hapo, tunakaa kuunda katiba yetu. Hakuna aliyekataa Leo wanasema wameingia njiani, wameharibu nchi, wanadai katiba. Katiba iko wapi? inaning'inia wapi? tuipachue tuwape katiba? Ni, ni mchakato ni proses, tunaanza hili, tunakwenda hili, tunakwenda hili. Sasa katika vile visingizio vya kuepuka na aibu ya kushindwa kwenye uchaguzi wanaweka visingizio, visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje. Hawana hata aibu nje huko wanakaa o oh, Tanzania ifanye moja ifanye mbili ifanye tatu, halafu ndio itakuwa hivyo. Who are you? Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei, kwao hayatokei. Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani ni fedha chache wanayotugawia, ni fedha chache wanayotugawia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara wao wapate na sisi tupate, ndipo tunaposimamia.